Bad. Na moja kwa moja mtazamaji tunaungana naye Emmanuel To akiwa Mbeere North. Uh, Emmanuel To, habari gani, unaendeleaje? Naona hali ya mshikeshike kiasi, ni kitu gani hasa kinachoendelea kwa hivi sasa? Maanake tunaarifiwa hapo awali mambo yalikuwa shwari. Nama Lulu na Rashid tuko katika kituo cha kupigia kura cha Siakago Social Hall ambapo dakika chache zilizopita kulikuwa na hali ya mshike mshike unavyosema eh, wakati ambapo kiongozi wa chama cha Democratic Party eh, Justin Muturi alifika hapa na kulazimisha kuondolewa kwa mmoja wa wakilishi wadi ambao alikuwa uh, anasema ni ajenti eh, wa tume ama chama cha UDA, na kwa sasa hali iko hivi: kuna hali ya mvurutano baina ya wafuasi

yule mgombea wa chama cha UDA Leonard wa Mudende eh, pamoja na wengine eh, wa, wa, yule anajulikana kama eh, uh, Newton Karioki Karish, ambapo dakika like chache zilizopita maafisa wa polisi walilazimika kuingilia ndani, kuingilia kati kuweza eh, kusuluhisha hali ilivyokuwa hapa. Na, na ningependa tu kuzungumza na mamake Leonard wa Mudende ambaye yuko sehemu ya ndani, huko ndani ambapo wametoka kupiga kura sasa hivi dakika like chache zilizopita, na tunatarajia kwamba uh, Wamudhende mwenyewe atakuwa anakuja hapa kuweza kupiga kura, na kumekuwa na hiyo hali ya viongozi hapa kuvurugana. Nitazungumza na mheshimiwa dakika moja tu. Uh, kunaye mamake ake uh, Leonard wa Mudhende. Mam ama, umekataa? njoo tuzungumze nasi kwa haraka tu uh, ni, ni, ni. Haya, okay. Akwa amesema atazungumza nasi na lakini amebadilisha maoni yake, lakini sawa, acha nizungumze na mheshimiwa hapa wa madhira eh, Eric Wamumbi, mheshimiwa. Yes. hali imekuwa vipi hapa? Nimeona ulikuja na vijana kukavurugika kidogo, ukavurugika kidogo? Ah, mimi sijakuja na vijana, nimekuja peke yangu. vijana walikuja na wewe? Ah, vijana wa area hii hapa Siakago. Nimekuwa hapa nikitafuta kura wakati ambao tulikuwa tunatafuta kura nikakuta Justin Muturi hapa analeta vurugu, anafungilia wapiga kura wasiingie katika kituo cha kupiga kura, na nikamwambia lazima tuheshimiane na lazima aondoke ili wapiga kura waendelee kupiga kura. Na kwa kweli umeona ameondoka, nimemwambia hata kama hapa ni kwake lazima atoke na akubalie wapiga kura waendelee kupiga kura, na unavyoona saa hii, e, proses ya upigaji kura inaendelea. Justin Muturi alikuwa amekuja hapa kuuzia watu woga. Yo, kidogo sababu yeye alikuwa mtu mkubwa, nikakuja nikamwambia, huyu ukubwa yake saa ya hii haitabiliki, na tukakubaliana lazima aende na ameenda, na nitafuatana na yeye the whole day mahali anaenda, sababu ako na nia ya kuuzia wapigaji kura wa wa hapa Mbeere North uoga. Eh, kuwauzia uoga kuja kukos chaos, nimesikia anauzia Mheshimiwa Kiruga Dhuku uoga. Eh, na wewe usivae nguo tena ya yellow, ukaza huko sokae namna hiyo. Lakini wakati niliona anauzia uoga nikakuja. Sasa, wa, wa, wananchi wa hapa Mbeere North wanapiga kura na itaendelea the whole day. Asante Mheshimiwa Kiruga Dhuku, umefurushwa hapa dakika kama kumi zilizopita, mbona ulikuja na nguo za yellow? But I want first to confirm Nimekonfirm hata ya dani sio yero sasa but the issue is you know clothes you know the law is very clear and you can go and lead for yourself it is about the blooded materials za chama unless you want to to colors are also part of the no? part go and look at our colors we have yellow we have green we have other, we have several colors uh, particulars now i was just in my usual yellow that i even wear, wear to weddings you know yellow is a color of compassion yellow is a color of peace so i just thought i am being very peaceful so people should stop fearing with me i have no problem but you know even the former IG, for Aroya, he was very rough on me but i tell you nuhuku sana but Because we've been friends in the far past. Unaona? Na watu washe kuogopa juu sasa, kama utashidwa utashidwa tu mheshimiwa, okay. Uh, kulikuwa na madai kwamba ulikuwa unapea watu hongo hapa, wapigie mgombea wa chama cha UDA watu wakiona labda wamewezwa, watu, watu wamekuwa hapa you know, in fact hata tulikuwa tumesimama na askari hapa. Sasa utapeana hongo aje. Huyo mtu mmoja si, nyinyi si muonyeshe huyo mtu mmoja nimepatia hongo. I, you know, I cannot be that gullible. I know the electoral rules. I had not done that. Mimi ni Mkristiano. Eh? So mimi nimesimama pale tu. Eh? Hata amekuja amenishika ameniambia hizi yellow colors. Sana. Sana. Kwa hivo, uh, bila shaka Lulu, kuna mengi mbayo Nigeria hapa mheshimiwa huyu uh, Kiruka dhuku amesema kwama, ebadilisha kwamba yule mgombea wa chama chada aend amea atakuwa anakuja kupiga kura hapa eh, katika eh, eh, kituo cha Siakago Social Hall eh, kwako kwa studio. Naam, shukrani sana Emmanuel Tuo, kama mmeweza kusikia baadhi ya